Cha uspika kwa niaba yenu, cha mbele yenu. Katibu, mheshimiwa Musa Azan Zungu, ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibanduko ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuchagua wewe, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, uwape viapo Usika, karibu. Mimi Musa hasa Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyoweko. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.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 mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vyote vile sitatoa siri za Bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa chio hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mila na desturi za jamhuri ya muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni Musa Azan Zungu spika mpya wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na kwa nafasi hiyo spika wa bunge la kumi na tatu akisaini uh, baada ya uh, kula kiapo kwa kuchaguliwa kwa kura mia tatu sabini na nane kati ya kura mia tatu themanini halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge mia tatu themanini na watatu na ye akijizolea kula mia tatu, Uh, sabini na nane kasoro kura mbili tu ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili, na wagombea wengine waliosalia, wagombea watatu hawakubahatika kupata kura katika uh, kikao hiki cha kwanza cha bunge la kumi na tatu, mkutano wa kwanza wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na hiyo inamfanya Musa Azan Zungu, uh, mhandisi huyu wa matengenezo ya ndege kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa muhimili ambao, uh, utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi wao hapa bungeni Dodoma, akikabidhiwa kwenye kiti hapo pasi na shaka ni kwenda kukamilisha kazi yake kwenye, na kuondoka kwenye kiti hicho tayari kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kazi iliyotuleta leo asubuhi imeisha. Kwa kazi tuliyoifanya tumekamilisha prosesi yote ya kum, kumchagua Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa matokeo yaliyosomwa na Katibu wa Bunge Mheshimiwa Musa Azani Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi, ndiye spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa, na washukuru wote waliokuja humu ndani kusikiliza na kuona hii prosesi ya kidemokrasia. Hapa ndio mwisho, tumemaliza shughuli hii. Kwa sasa ningemwomba Mheshimiwa Spika aende akajitayarishe ili aje akae kwenye kiti chake aendeshe bunge rasmi. Kwa ni picha ya kukumbukwa uh, katika zile za kukumbukwa kwa, kwa Mheshimiwa Musa Azan Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa naibu spika tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini sasa baada ya uchaguzi mkuu yeye ni spika mpya wa bunge hili atakayeziongoza shughuli zote za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na amekuambia yeye ni mtaalamu ama ni mwandisi wa masuala ya matengenezo ya ndege ma, uh, akisomea katika chuo cha kijeshi cha hapa Tanzania, lakini pia kule nchini Kanada. <laughs> Shughuli ya mwenyekiti wa kumtafuta spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, William Vangimembe Rukuvi mbunge mteule wa Isimani imekamilika hapa, na kikanuni, yeye ndiye mbunge anayestahili nafasi hiyo kwa sababu miaka thelathini bungeni tangu mwaka elfu moja tisa mia tisini na tano. Tunaweza kusema yeye ni gwiji wa bunge hili, na ndio maana hata wabunge wanasimama kumpa kongore kwa kuongoza mchakato huo vema wa kumpata spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kanuni zote pas na shaka, na utaratibu wote yeye ameumeza, kwa wote wapya walioingia, kwa wale walioingia tangu mwaka elfu mbili elfu mbili na tano ambako pia mwaka elfu mbili na tano aliingia spika wa sasa Musa Azzan Zungu akiwakilisha jimbo la Ilala, kwa miaka ishirini amekuwepo bungeni na ameaminiwa na wana wa Ilala. Basi na shaka sasa, kutoka kule Uyole, nyanda za juu kusini mwa Tanzania, mpaka mashariki mwa Tanzania, kutoka kwa spika Tulia, spika mstaafu sasa, ni spika uh, wa mjini Dar es Salaam. Musa Azzan Zungu akishika nafasi hiyo ya kiuongozi, nilikuwa nakwambia pa yeye ni mtaalamu wa masuala ya ni, ni, ni mwandishi wa matengenezo ya ndege sasa bunge linarejea na kuja kuingia hapo kuianza shughuli yake, baada ya kumaliza maandalizi. Bunge linasimama kupisha heshima hiyo. Wimbo wa taifa na no, wimbo wa Afrika Mashariki ya kuimbea nchi yetu na kuombea bunge. Ee Mwenyezi Mungu mtukufu, ngomba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa, ili haki yako itendeke, tukuombe ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani, umjalie rais wetu mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na mshauri wadumisha utawala bora, utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la jamhuri ya muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo tukileta mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae. Iu taarifa ya spika, hotuba fupi ya shukurani kwa wabunge ya spika kwa mujibu wa kanuni ya kumi pasi ndogo ya tano ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025 tarehe 1 Novemba 2025. Waheshimiwa wabunge wa teule auli yote, naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kufika leo tarehe 11 Novemba 2025, ambao ndio kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la kumi na tatu. Kwa kuwa ndio nasimama kwa mara ya kwanza nikiwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa namna pekee na kishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuiongoza Bunge. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama la hasha. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu nilipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii. Nawashukuru sana kwamba mimi ni bora kuliko aidha. Niwashukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa, na, na, nathamini sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze bunge, bali mmenichagua ili tufanye kazi pamoja niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tuliyokubaliana na tuliyokubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali kwa kipindi cha miaka mitano ijayo yafanikiwe kwa maslahi mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu. na waili kwa kuwa kuwa na bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote, na kwamba ofisi ya spika atakuwa wazi wa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, mbali, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya spika wa Bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika Bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025, Mheshimiwa Dkt. Tulia aliamini aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dkt. Tulia kwa mchango wako kwa na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo, ninawahidi ni viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge, kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la kumi na tatu kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge, kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni ingawa bado hatuna upande wa serikali, leo tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari. Ni ahidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Namshukuru pia katibu wa bunge Ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa bunge kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kuanza kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la kumi na tatu. Kipekee sana nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kunyamini na kunichagua kwa mbunge wao kwa kipindi cha tano sasa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa, hakika ni deni kubwa sana kwenu, wema hulipwa kwa wema naushukuru sana uongozi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na wilaya Ilala, pamoja na viongozi wengine wote kwa heshima kubwa walionipa na ushirikiano walioendelea kunionyesha mwisho, lakini si kwa umuhimu, naishukuru familia yangu, imesimama na mimi katika nyakati zote. Dua zenu, upendo na uvumilivu wenu vimenibeba na kulifanya kuendelea kwa, kwa imara katika kuwatumikia wananchi wa taifa letu. Waheshimiwa wabunge wateule Muda mchache ujao, mnaenda kuwapa kiapo cha uaminifu nawapongeza sana kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwakilisha bungeni kwa, bunge, bunge, bunge, bunge. Kwa pamoja tushirikiane ili kulinda imani hiyo kubwa tuliyopewa na wananchi. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. <tuhi> Katibu Kiapo cha uaminifu na hadhi ya uzalendo kwa wabunge. Kiapo cha uaminifu, Mheshimiwa Dr. Tulia Axon.